Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 076 813 813. Bilionia na mfadhili maarufu Bill Gates aliwahi kusema wazi kuwa watoto wake hawatapokea zaidi ya asilimia moja ya urithi wa utajiri wake. Kauli hii ilisababisha mshangao mkubwa, lakini si kwa sababu ya ukatili, bali kwa sababu ya ukubwa wa hiyo asilimia moja. Kwa watu wengi, asilimia moja inaweza kuonekana kama kiasi kidogo sana, lakini kwa mtu kama Bill Gates, mwanzilishi wa Microsoft na mmoja wa matajiri wakubwa duniani, asilimia moja ni mabilioni ya pesa. Kwa mujibu wa Bloomberg Billionaires Index, Bill Gates anamiliki utajiri wa takribani dola bilioni 162. Asilimia moja ya kiasi hicho ni dola bilioni moja nukta sita mbili. Kwa upande mwingine Forbes inakadiria kuwa utajiri wake ni dola bilioni mia moja na saba, ambayo asilimia moja yake bado ni zaidi ya dola bilioni moja. Hii inamaanisha kwamba ingawa watoto wake watarithi sehemu ndogo tu ya utajiri wake bado watabaki kuwa sehemu ya tabaka la juu kabisa duniani. Kwa mujibu wa utafiti wa kampuni ya Knight Frank mtu anayetambulika kuwa katika asilimia moja ya matajiri duniani ni yule mwenye utajiri wa angalau dola milioni 5.8, ambayo ni ndogo sana ikilinganishwa na kiwango ambacho watoto wa Gates watarithi. Lakini kilicho cha kuvutia zaidi ni mtazamo mpya wa baadhi ya matajiri kuhusu urithi. Gates ni mmoja wa waasisi wa mpango wa Giving Pledge akiungana na Warren Buffett ambao unahamasisha mabilionea kuahidi kutoa sehemu kubwa ya utajiri wao kwa shughuli za kijamii kabla au baada ya kifo chao. Kwa vyovyote vile utakavyoona, ukweli unabaki kuwa hata urithi wa chini ya asilimia moja kutoka kwa Bill Gates bado unatosha kabisa kuweka watoto wake katika maisha ya kifahari yasiyo na wasiwasi wa kifedha milele. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.